Sikia hapo ni kulipeni. Bwana, sikiliza wafanyakazi wana wako wanalalamika huko. Wako wengi. Eh bwana, mko wangapi? Mko wangapi? 18. 18. Na kila siku anakulipeni bei gani kwa nyumba zake? Unaona huko anasema anatoaga sabini sabini. Mnasikia wananchi? Mnyonyaji, ufisadi. Mafundi wanalamika, wanambia tuko 18. Eh, pungueni kidogo hapa, watu riski. Eh bwana, huyu ujue Mungu kamlani. Miradi mingi, kichwa kidogo, lazima we chizi. Aya, mafundo wanalalamika huko nawapaga 30. Kumbe huyu ana roho mbaya. Sio kwetu tu kumbe hadi kwenu, mtu anajenga nyumba unampa 30 akiweka tofali upande. Oya, wekeni upande ukuta wa chooni kule, wekeni ovyo, pamwangukie na mkewe. Sawa, msiogope. Kwangu mi nikijenga nyumba yangu mnakula laki laki kila siku, sawa. Mafundo analalamika huko kumi na nane. Unaona wengi. Asa, wewe unasali nini? Katengeneza msikiti hata majirani wasali anasali peke yake. Sasa sisi una roho. Kuna mtu anaitwa yake anaenda kusali kule anavuka barabara. Leo mafundi wamepiga bwana tuko 18. Mimi nikajua siku 18 nini? Kumbe mafundi site wanalalamika. Waongezee <coughs> leo weekend hata 50 50. Leo mtapewa 50 50 leo 30 kataeni. Oya huyu mtu ana roho shauri zenu. Tondokeni tena mifuko ya simenti. Kajenge. <coughs> Tajiri leo kichefuchefu leo. Leo live mafundi analalamika kwa 18, analalamika tu, wengi hao. Hata kama nyumba yako unajenga kiujanja ujanja tu, nyumba zake umefilisika, kiasi unanunua nyumba, unalo mbaya. Nyumba zenyewe ananunua za milioni 40, hapo anajenga, ndo anapandisha bei. Nyumba unanunua Tandale hasa utajiri. Haya, Tandale hata mimi sina nunua huko, nimefumba macho. Huyu mwe huyu Tandale hata mimi sina nunua huko, nimefumba macho. Nataka hiyo, naonyesha kidole, tunataka hiyo. Huyu Mweo kweli, nyumba nunua mbele huko, tukuone Masaki barabarani nyumba kwenye nyoka huko kwenye kenge, siku ya kwanza mtu kaamia tu chooni anamkuta kenge anapita hizo, hilo eneo hilo, hilo. Hana akili huyu maeneo anatangaza, mii Bagamoyo jana ni biashara, mpaka wasikia watu wanagombana Tandale nyumba za matumbo kumi na tano ndo analenga <laughs> Asa, huyu tajiri nyumba ni mtu akulenga tu, analo mbaya. Nyumba zake za kunyata za kuvizia watu agombane, wa matumbo kumi na mbili Tandale huko, mmoja akafa kis..., na maji mmoja kadumbukia kwenye kisima ndo ananunua <laughs> wewe, analo mbaya huyu jamaa, ana dhambi sana. Hata mnachukua hela zake kwenye nyumba, angalieni, bora hela zitoke benki, lakini hela analipa hivi kwenye mfuko msichukue, ndugu zangu, analo mbaya kweli huyo nani.